Yesu Kristo. Mimi ni Padre Paulo kutoka jimbo kuu la Mbeya. Ninalo neno kuelekea sherehe kubwa hizi mbili za Krismasi na mwaka mpya. Krismasi kwa sisi wa Kristo ni sherehe ya kumkaribisha Mwokozi wetu ili atawale maisha yetu na tuwe chanzo cha amani ya kweli katika jamii zetu na katika taifa letu. Ujumbe mkubwa ni amani, ujumbe tunaopata kupitia malaika wanapomwimbia mwokozi aliyezaliwa kwamba amani iwe duniani na utukufu mbinguni. Hivyo hivyo nasi tunapaswa kuwa wajumbe wa amani ya kweli katika jamii zetu na katika taifa letu. Krisimasi hii pia inatufundisha upendo na unyenyekevu wa kujitoa kwa ajili ya wengine, hupenda kutumikia kuliko kutumikiwa, lakini pia kuwa watu wa kutenda matendo mema bila mipaka. Wengine wanageuza sherehe hii ya Krismasi kuwa starehe kwa stare kutokuelewa vyema msingi wa imani kwa Kristo Mwokozi, ambaye anatutaka kuwa na ukarimu, lakini pia kuwa na matendo ya huruma na kuepuka matendo ya anasa familia zinaweza kufanya sherehe hii kwa kukaa pamoja, kujenga moyo wa msamaha ili kuwepo furaha ya kweli kwa wanafamilia wote na jamii yote, yote ya mwanadamu. Krismasi hii ituongoze sote kuwa Kristo ni mwokozi wa ulimwengu, ametukomboa wote ili tufike kwake juu ya tofauti zetu za kidini, tofauti zetu za kitaifa au tofauti za aina yoyote na hivyo tujenge jamii iliyo bora kudumisha haki na amani katika nchi yetu. Na waasa vijana kusherekea vizuri sherehe hizi kwa kufuata maneno ya Mtakatifu John Bosco anayesema, fanya yote lakini usitende dhani. Hata hivyo, baadhi ya wenzetu hufikiria kusherekea Krismasi hii kibiashara, hivyo tutambue kuwa sherehe hii ya kiimani, kufanya bidii kuwa na Kristo katika maisha yetu, ambaye ndiye mkombozi wetu anayetuwezesha na anayetuongoza kupata amani ya kweli, na tuepuke manufaa yote ya kibiashara au faida binafsi katika sherehe hizi. Ndugu zangu wapendwa, pia tunapokaribisha mwaka mpya mwaka 2026 ishirini na sita, tutambue kwamba mwaka mpya kiimani ni mwanzo mpya wa maisha katika imani yetu, kumkabidhi Mungu kila kilicho nacho, kukabidhi familia zetu, kukabidhi kazi zetu, kukabidhi yote tulio nayo, ili Mungu awe kinga yetu, Kristo awe Mwokozi wetu, na hatimaye ni siku moja tuweze kutembea katika nuru ya kweli na tuweze kufika huko mbinguni. Yesu Kristo anatuonyesha hayo katika Injili ya Yohana sura ya nane aya ya kumi na mbili. Pia ni muhimu sana kufanya tafakari ya mwaka mpya, kwa sababu Mungu ametupa kibali cha kuona mwaka, ametupa kibali cha kuanza mwaka mpya. Hii ni zawadi, si kwamba sisi tunastahili kuliko wengine, bali ni neema tu, ni upendo wake tu. Tutafakari hayo, tujiulize, ni kwa namna gani tuliishi mwaka uliopita. Kama tuliishi maisha yasiyompendeza Mungu, hatukutimiza wajibu wetu, hatukufanya vile inavyotupasa kutenda, basi ni wakati sasa kuanza upya, kwani Mungu ametupa nafasi nyingine ambayo tutaweza kurekebisha na kuendelea vyema katika maisha yetu ya Ukristo. Kama tulitenda mazuri pia hayo tuyaboreshe na tuyaendeleze ili kusudi Mungu atukuzwe nasi tuweze kupata utakatifu. Hata hivyo, msingi wa mwaka mpya katika maandiko matakatifu uko bayana katika kitabu cha Kutoka, ile sura ya tatu aya ya kumi na saba Mungu anapomtuma Musa kwa wana wa Israeli kwamba enenda ukawaambie wana kwamba nitawaongoza katika nchi nzuri, nitawaongoza kuelekea katika nchi ile ya ahadi. Tunapoanza mwaka mpya, Mungu anakuagiza kuwa maisha yetu ni safari, katika magumu, katika furaha, tuliwena yeye na yeye yuko nasi daima akituongoza. Hata hivyo kuna changamoto ambazo watu kumbana nazo wanapo hu mwaka mpya. Baadhi hukumbana na changamoto za kiuchumi, pia utumiaji mbaya wa fedha. Aidha, wengine wanaona kuwa ni kipindi cha kufanya anasa na kutenda dhambi kwa gharama, wengine kujipatia fedha haramu kwa kutenda dhambi. Ndugu zangu, tuepuke matendo hayo katika kipindi hiki, tumkadiri uokozi maisha yetu, ili yeye awe furaha yetu na hatimaye tuweze kulinda utakatifu wetu na kulinda tuli njema ambazo Kristo anatuongoza na kutubarikia katika hizo. Katika sikukuu hizi tumkaribishe vema Mwokozi wetu katika matendo ya huruma, katika matendo ya ukarimu, yote ya kumpendeza Mungu na moyo wa huruma kwa wenzetu. Ujumbe mzuri kwa jamii ya Watanzania ni kwamba Mungu yuko nasi siku zote katika kila jambo tunalofanya na tunalolipitia. Siku zote hajawahi kuwaacha wale wanaomkimbilia katika mateso, kama alivyofanywa kwa wana wa Israeli. Hivyo tusiache kumwamini, tusiache kumtumikia, na zaidi tunapokutana changamoto tuombe, tumwombe yeye ili atupe hekima ya kweli, tuweze kuzifaidi mema zake katika magumu hayo. Ndugu zangu wapendwa, nipende kuwatakia yote mema katika mwaka huu mpya wa ishirini ishirini na sita. Mungu Mwenyezi apende kuwabariki na kuwalinda, awaangazie nuru ya uso wake na kuwabariki, na baraka ya Mungu Mwenyezi ya Baba ya Mwana ya ya na Roho Mtakatifu iwafikie na kukaa ndani daima. Tumsifu Yesu Kristo.